ametueleza sehemu kubwa ya wakazi wa wilaya Liwale ni wakulima wa korosho, ufuta, mbaazi, viazi, muhogo, mahindi, mtama na mpunga. Pia kuna wafugaji na wilaya imetenga maeneo machache ambayo ni kata ya Kimambi, Mlembwe, Ndapata na Lilombwe. tunaendelea kuzungumzia kilimo cha zao la korosho. Msimu uliopita mwaka 2015 16 17 wilaya ilijiwekea malengo ya kufikia tani 7600. Baada kitala, ya uhamasishaji wa kitaalamu, msimu huu mavuno yamevuka lengo na kufikia tani 9800 na mwaka huu wanategemea kupata zaidi ya tani elfu kumi na moja <mulia> Lakini kila mipango mizuri haikosi changamoto. Korosho zote zinauzwa kupitia mnada. Kila mkulima ambaye ni mwanachama wa chama cha msingi alishauriwa kufungua akaunti benki ili baada ya mauzo malipo yake yapitie benki. Lakini bahati mbaya baadhi ya wanunuzi walichelewa kulipa na hivyo kusababisha baadhi ya wakulima kucheleweshewa malipo yao. Serikali imekuwa na nia njema kabisa, imeweka mfumo mzuri, na wananchi wame wali walielekezwa, wali kujaribu kufungua akaunti kwenye mabenki yetu, na mfumo wenyewe ulikuwa ni kwamba korosho zote zinauzwa kwenye mnada kwa tulijitahidi sana kuzuia utoroshaji wa korosho. Wananchi walihamasika sana kupeleka korosho kwenye mnada. E, bahati mbaya sana mfumo ukaathiriwa sana na ucheleweshwaji wa wanunuzi e, ucheleweshwaji wa wanunuzi e, walipokuwa wakinunua katika mnada, lakini walichelewa kulipa na hivyo malipo kwa wananchi yalichelewa. Sasa hii ni changamoto kubwa na imeleta manung'uniko mengi kwa wananchi. Tumejaribu kuwasisitiza sana e, wanunuzi waweze kulipia kwa wakati. Na tatizo lilikuwa kwamba unaweza kukuta mnunuzi mwingine wa nyuma, minada ya nyuma, analipa wa kwanza kabla ya yule wa mwanzo. Kidogo hili kwa wananchi lilikuwa haliwezi kueleweka. Hata wakati mwingine tulilazimika e, ushuru hata wa almashauri tuachie, ili angalau wale ambao walikuwa wameuza mwanzo waweze kulipwa kwanza alafu baadaye halmashauri tuweze ku eh, tuweze kuja ku, ku, kupata ushuru wetu. Kwa hiyo kidogo naiona na hilo ndio tatizo kubwa, lakini ni mfumo mzuri sana kama fedha zikiweza kulipwa on time, tunaweza tukapata wananchi wengi watahamasika kwa sababu kwanza bei ya korosho yenyewe imesha kuwa nzuri na wananchi wengi wamehamasika. Wa hata juzi nilikuwa kwenye kata moja hapo Kichonda, kulikuwa wananchi wanakimbilia sana kwenye kwenye kwenda kwenye maeneo ya maandalizi ya mashamba ya ufuta. Sasa hivi watu kwenye ufuta kule wanatafutwa kwa shida. Kila mtu anasafisha ana, ana, ana, mashamba ya korosho kwa sababu wameona kwamba kwa kweli kwa korosho mwaka huu imelipa. Kwa bei zile za mwanzo tulikuwa kama gunia tatu tu mtu ameshapata milioni. Na gunia tatu mtu anaweza kuzipata kwenye ekari moja tu. Kwa kama una eka tano hapo mtu akosi hata milioni tano angalau. Kwa hiyo imewasaidia sana wananchi wetu. Kwa hiyo kimsingi sasa hivi hapa hapa wilayani ziko fedha nyingi kwa wananchi, ziko mikononi. Kwa hiyo tunategemea kabisa hata uchumi eh, wa wilaya yetu utakuwa sana. Tulikuwa tuna shida huko siku za nyuma, tulikuwa na wadai wananchi viwanja. Sasa hivi wananchi wamekuja, wana hela, wanataka kulipia viwanja. Wananchi wanataka sasa eh, kupimiwa viwanja yani hata uwezo wetu umekuwa mdogo kuliko eh, kuliko mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kwa kweli kumekuwa na impact nzuri sana. E, kutokana na bei na utaratibu, jambo ambalo naweza nikaliomba katika serikali kuu ni kujaribu ku, e, kupitia bodi ya korosho kuwabana au wanunuzi e, kwa utaratibu ambao walijiwekea, na tulishapata hata mheshimiwa waziri mkuu alishawahi kupendekeza kwamba zingekuwepo fedha tu kwenye mabenki au watu wana fedha kwenye mabenki e, kwamba baada ya kuwa amenunua na inajulikana, ilikuwa ni jambo jema tu la kufanya transfer ili wananchi wasihangaike tunayo changamoto nyingine ambayo imechelewesha kidogo e, malipo kwa wakulima. Pia uwezo wa watu wetu kwenye vyama vya msingi umekuwa ni mdogo, kuhendo fedha nyingi namna hii, wamepata mafuriko ya fedha safari hii. Sasa mahesabu kidogo bado tunafanya kwa kalkuleta za mkono namna hii, ili tumeliona na kupitia afisa ushirika, tutaona namna utakavyoweza kuwasaidia vyama vyetu vya msingi ili, ili kusudi waweze ku, E, kuboresha utendaji na kupata watu ambao kwa kweli wanaweza wakafanya kazi bila makosa. Kwa sababu tukiendelea namna hii inawezekana kuna baadhi ya wananchi wakaweza kupunjwa au hata vyama vyenyewe vya msingi vikajikuta kwamba vimegawa hata fedha iliyotakiwa kubaki kwa sababu tu e, ya makosa aliyofanyika kimahesabu. Kwa hiyo, mimi nadhani ni mwelekeo mzuri na kwa kweli kwa wilaya yetu kwa namna ambavyo wananchi wameshahamasika na kwa umoja wetu ambao tumekuwa nao na serikali kuu, tukiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaamini kabisa kwamba e, katika msimu ujao Liwale tutafanya vizuri. Maana tulishajiwekea, tulivyoanza kuona hivi tukajiwekea malengo ya tani elfu kumi kwa mwaka unaokuja. Sasa kama elfu kumi tumeshaifikia, mnaona kwamba tutakuwa na urahisi tu e, wa kufika huko. Hata mimi mwenyewe sasa nimehamasika kutafuta mashamba tu <tune> tazamaji wiki iliyopita tulimsikia ndugu Musa Omari Mkoyage, mkulima wa zao la korosho katika kijiji cha Liwale B, kitongoji cha Naipako, anaendelea kutueleza namna bora ya kupanda na kuotesha miche ya korosho. Mkulima wa korosho anatakiwa kupanda mbegu bora zilizopendekezwa na wataalamu wa kilimo au mkulima mwenyewe anachagua mikorosho bora miongoni mwa mikorosho yake shambani na kutumia kama mbegu. Taratibu sahihi za kupanda miche ya korosho, kwanza ni kuangalia ubora wa mbegu za korosho. Korosho kuna kuna mbegu zilizofanyiwa utafiti ambazo asili yake ni hizi hizi, lakini zimeboreshwa na zimefanyiwa uchunguzi, zinaitwa mbegu bora. Lakini kuna mbegu unaweza ukaichuja kutokana na shamba lako. Unaweza kuona kwamba mkorosho huu tangu nimeanza kilimo haujawahi kushinda, huo wenyewe pia unageuka kuwa katika kundi la mbegu bora, na mwingine ni ule uliofanyiwa utafiti kwenye vyuo vya kilimo na nini. Kwa cha kwanza ni kupata mbegu bora aidha umeipata kutoka kwenye shamba au umepata kutoka kwa kwa wataalamu. Lakini utaratibu wa pili ni kuzingatia muda huu wa kuatika atika korosho mapema, mwagia kwa mapema ili uweze ku, kukua mapema, kwa sababu utakuwa umeshaanza. Ukishaatika mwezi wa kumi na moja, maana yake mpaka mwezi wa kumi na mbili utakuwa umeshaota mwezi wa kwanza wa pili, utakuwa umekuwa kidogo mpo kama futi moja, umeweza kufika kwa utakavyouhamisha kwenda kwenye zile mvua za kila siku ambazo mara nyingi zinakuwa mwezi wa pili mwishoni, mwezi wa tatu ukaupeleka, hauwezi kufa tena. Kwa hiyo huo ni utaratibu wa kawaida kabisa wa sisi wakulima tunavyo tunavyoambiwa na, na watu wa kilimo. tumepita katika mashamba mengi na tumeelezwa na wakulima kwamba kuna nyakati za msimu mavuno huwa yanapungua. Kila mmoja alieleza sababu zake, wengine walisema ni kutokuwa na maandalizi mazuri ya shamba ama mvua kuwa kidogo, na sababu zingine ni pamoja na magonjwa ya mikorosho. Kwanza swala la mbegu mkorosho wenyewe unaweza kupata mbegu ambazo sio bora zikawa zinapungua. Mkorosho huo wa miaka mitano utakaopata kilo tano au zaidi, una mkorosho huo ambao mbegu, mbegu nyingine ukapata kilo mbili kilo tatu au usizae kabisa. Lakini sababu nyingine ni hali ya hewa. Mkorosho unahitaji mvua, mwaka wa mvua nyingi basi matokeo, mara nyingi tuna uzoefu huo, kama kama mwaka huu mwaka uliopita mwaka 2016 na kama nakumbuka, ulikuwa na mvua nyingi sana. Kwa hiyo matokeo yake mwishoni mwa mwaka mkorosho unaanza mwezi wa sita maua, na unavunwa mwezi wa, wa kumi na mwezi wa kumi mpaka wa kumi na moja. kwa hiyo kisha katika mvua mwezi wa tano ikikatika, maua yanaanza mwezi wa sita kuchipua, kuanza kuchipua mpaka mwezi wa saba wa nane, mkorosho unakuwa una maji mengi na bibo la mkorosho linachukua maji mengi. Kwa hiyo mkorosho ukinywa maji mengi unakuwa na matokeo mazuri sana ya, ya kuzaa. Kwa hiyo ni sababu sababu nyingine, lakini vile vile, kuto kutozaa inawezekana na shamba kama mikorosho imeshikana sana, kwa hiyo inakosa hewa. Kama ilivyo mti mwingine wote, ule unavyokosa hewa unaweza kukosa nguvu ya kuzaa. Kwa hiyo mikorosho ikigusana sana, na ndio maana tunashauriwa kwamba ikishafika mwezi wa, wakati tunaandaa baada ya kumaliza mavuno, kama hivi ambavyo tumemaliza hapa, kuanzia mwezi huu wa kwanza, wa pili, kazi ilionayo hapa ni kuhakikisha matawi unayakata ya chini, na mikorosho iliyo banana una, unaikata unaipunguza, ili kila mkorosho wakati unakuwa upate hewa mzuri. Kama hujafanya hivyo, maana yake matokeo mwakani yatakuwa si mazuri. Kila kazi haikosi changamoto, na katika kilimo cha zao la korosho zipo changamoto. Ndugu Mkoyage ametueleza baadhi ya changamoto ambazo wanaiomba serikali izifanyie kazi ili wanufaike zaidi na kilimo hicho. <mucho> Changamoto za mikorosho kwanza, madawa madawa ni, ni shida kidogo. Dawa kwa mfumo tunaopata ni kutoka kwenye vyama vya ushirika ambavyo serikali inatoa uzuruzuku kupitia kwao. Sasa unakuta korosho kwa mfano, mimi na ekari sabini na kwenda kwenye chama changu naambiwa, tumeambiwa mwisho mifuko kumi wakati kwa awamu moja kwa, kwa shamba langu natumia mifuko kumi na tano, kwa awamu moja. Sasa unanipa mifuko kumi maana yake hata awamu moja haitoshi. Kwa hiyo maana yake sasa unataka nitumie nguvu za ziada badala ya kununua dawa ya ruzuku shilingi elfu kumi na tano sasa nakwenda kununua mfuko wa shilingi elfu thelathini na tano ili niweze kukidhi mahitaji. Hiyo ni changamoto kubwa, serikali haijaweza kutosheleza mahitaji kwa kwa wakulima na kama ndivyo, hiyo maanake hatuwezi kupata korosho kama una nguvu za ziada. Aa, nyingine inaweza ikatokea, sio ya kuiandaa mtu, swala la hali ya hewa inaweza ikatokea, mkapata mkakosa muka, mavuno kwa sababu tu ya mvua ikunyesha mwaka jana, hiyo inaweza ikatokea. Na changamoto nyingine ya hali ya soko soko alijakaa vizuri kwanza. Kulikuwa na mfuko mfumo ule ulikuwa unaitwa holela, watajiri wanakuja, unapokelea pesa zako, leo bei elfu moja, kesho mia tisa, kesho kutwa mia tano, kesho kutwa. Serikali ikaweka mfumo wa stakabazi galani ambao tukafikiria kwamba utakuwa mkombozi, lakini miaka mitatu iliyopita nadhani kwa Liwale ilisababisha mpaka kuchoma majumba moto kwa sababu bei dira iliyowekwa na serikali haikufikiwa serikali iliweka elfu moja mia mbili lakini soko likawa baya matajiri wakanunua korosho kwa shilingi elfu moja kwa hiyo sisi wakulima tukaambiwa tutapewa shilingi mia nane ikasababisha hata viongozi wachomeo majumba yao moto. Watu wa ushirika, wabunge wa madiwani walichomewa moto, kwamba kwa madai kwamba wao ndio wamesababisha pesa zao wakulima wasipate. Kumbe tatizo ni, ni, ni mfumo. Kwa hiyo kwenye eneo la soko nadhani serikali ikae vizuri. Sasa hivi kuna huu mfumo wa kupokelea pesa benki na wa kuweka korosho zako bila kupata hata senti tano, wakati huo ilikuwa chama kinakopeshwa asilimia hamsini Asilimia sabini asilimia thelathini unalipwa baadaye, na faida ikipatikana unalipwa tena awamu ya tatu. Sasa hivi naambia upoweke usipewe hata, hata shilingi hata hata ya kumlipa yule mtu aliyeokota korosho aliyefanyije, usimlipe wewe, weka tu, alafu subiri hela zako. Ni mfumo mzuri kama ingekuwa mtiririko wa ile biashara unakuwa mzuri, lakini mkulima aliyeweka korosho zake kama mimi tarehe ishirini na tatu tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa kumi na moja mpaka leo tunavyozungumza, sijapata hela. Unategemea nini? Kama una chanzo kingine unategemea nini? Kwa hiyo utauza korosho bila kufuata mfumo, ili upunguze matatizo yako. Hiyo ni changamoto nyingine, sehemu ya changamoto Katika kila kazi nzuri iliyopangwa kwa nia njema, kasoro ndogo ndogo huwa zinajitokeza hasa wakati wa utekelezaji. Ndugu Mkoyage ameliona hilo katika utaratibu wa stagabadhi galani, na hapa anatoa wito. Wito wangu kwa serikali waboreshe mazingira ya kilimo. Tunamshukuru, tuna uh, rais wetu na wasaidizi wake kwa kutujali wakulima, lakini bado wanahitaji kutusaidia. Wanahitaji kutusaidia katika maeneo ya mbegu, mbegu bora za mikorosho. Wanahitaji kutusaidia katika eneo la pembejeo za kuua wadudu za kuboresha mikorosho. Wanahitaji kutusaidia katika soko. Soko la korosho halijatulia, halijatulia, pamoja na nguvu za serikali, jitihada serikali. Lakini bado huu mfumo wakiurekebisha, kiasi ukachukua kama wiki moja au mbili, pesa mkulima akaipata, nadhani ndio tutakuwa mfumo mzuri. Lakini mara nyingi mfumo wakorosho wanakuwa mzuri pale wanavyoanza tu, baadaye watu wanabuni mbinu za kuwapunja wakulima. Stakabazi galani ilivyoanza ilikuwa mzuri, baadaye wafanyabiashara ikawa wanakubaliana kwamba tusi, tusi, tusiandike barua za kununua mpaka wakulima wanaanza kugombana na serikali, alafu wanakuja kununua bei ya chini, matokeo yake watu wanachomewa moto na ukitaka uliona hilo Ukweli wake mwaka huu wameanza korosho zifika mpaka elfu nne elfu tatu mia tano elfu tatu Sasa hivi mnada waliwale wali wajuzi hapa elfu mbili mia sita na inawezekana huu unaokuja ikashuka zaidi. Sasa nyinyi wenyewe waandishi mmeona, na kama mjeona, hebu mzungukie magala ya pale mjini korosho zilivyojaa, alafu zije ziuzwe elfu mbili na nazo korosho mule kwenye yale magala Yaani nazo kama tani tano sita za mwishoni mwishoni hizi nazo uuzi wa elfu mbili kutoka kwenye elfu tatu elfu nne elfu tatu mia nane elfu tatu mia tano unakuja kuuzia elfu mbili ili soko limeshuka saa ngapi? Na hata kama likashuka, hata haya mafuta tujione, inashuka kwa kwa, kwa asilimia thelathini arobaini inashuka asilimia tano asilimia kumi lakini kutoka elfu nne mpaka elfu mbili kwa hiyo kuna michezo watu wananii, alafu wanatafuta namna ya kuhu, kujiendeleza. Tunaomba serikali hilo waliangalie kwa macho zaidi ya mawili ikiwezekana. Wahenga wanasema jembe alimtupi mkulima, maana yake ukilima kwa kufuata taratibu na kanuni za wataalamu utafanikiwa. Hii imedhihirishwa wilayani Liwale, wakulima wa korosho walionufaika kwa kiasi kikubwa sana. Na Mkoyage pia anathibitisha hilo. Uh, ni kweli kwamba korosho kama unaamua kufanya ofisi inatosha kuwa ofisi, lakini kama unaweza kuchanganya na shughuli zingine inakuwa vizuri zaidi, kwa sababu uh, uh, korosho inamtegemea Mungu sana. Sehemu fulani ina hesabu eh, zake zinakuwa ni vigumu kukamilika tofauti na, na biashara lakini kwa shamba kama hili unalolihudumia vizuri huwezi kukosa moja kwa moja, ili mradi tu ule ule mtaji unayoupata uweze kuutunza vizuri. Kwa, kwa, kwa mfano tu na sio mfano, nizungumzie uhalisia kwa mwaka ambao mimi nimekosa, kwa mfano kama mwaka elfu mbili na tano elfu mbili na sita nilipata tani nane na kilo mia tano maana yake kilo elfu nane mia tano Nilipata kama milioni kumi na tisa niuza elfu tatu mia tano elfu mbili mia tatu. maana miat... yake nimeanguka. Kwa hiyo ule, ule, ule mtaji hiyo milioni kumi na tisa ukitunza vizuri, ukala, ukanunua chakula ukafanya nini, bado utabakiwa na nguvu ya kuliendeleza shamba lako ambalo, ambalo mwaka huu nimepata tani zaidi ya tani ishirini na moja kwa hiyo, na mpaka sasa na zaidi ya milioni hamsini na bado pesa zingine hazijaingia kwenye akaunti ambazo nimepeleka. Kwa hiyo ukigawa milioni hamsini kwa, kwa kumi na mbili maana yake nina, nina, nina mshahara zaidi ya milioni mbili na nusu. Hata kama nikatoa gharama nikibakiwa na milioni na nusu kwa mwezi milioni na nusu, maana yake ni milioni kumi na nane kwa mwaka. Inanisaidia mimi kuishi na kula na lala vizuri kama unavyoniona, na kile kinachotokana kinacho na faida yake hiyo, unafanya kitu kingine, mimi na shughuli nyingine na, na, na, na huduma ya afya na zaanati zaanati, mama yake ni shamba. Kwa hiyo kile ninachokipata kinachozidi baada ya matumizi ya kawaida ya nini, kinachozidi nawekeza pale. Nimeweza kufikia mwaka jana, nimemaliza nime ile na nimeifungua vizuri tu, na serikali nikaiita pale, imetia baraka zake na imesha sajiliwa kabisa, ina cheti na wataalamu pale kama kumi na tano sasa hivi. Hata huku kukinesa, nina uwezo wa kuchukua kule kwenye dispensary nikaweka huku. Kwa hiyo huko sasa hivi naweza nikaipata hela yote nikaitumia. Najua hela ya pingine kule kwa mtoto aliozaliwa ataweza kulima, ataweza kufanya nini. Kwa mfano eka sabini. Kwa kawaida inakuwa ni shilingi elfu arobaini kwa mwaka huu nimelima elfu arobaini. Elfu arobaini mara sabini ni milioni mbili na laki nane. Hiyo ni kwa ajili ya kulima peke yake. Dawa unaweza kutumia dawa za milioni mbili Uh, sijui kufagilia na kuokota unaweza ukatumia milioni. Kwa hiyo milioni saba umemaliza kila kitu. Haya, iwe hata nane tu tupa tu, kwa sababu nakuja na pikipiki wakati mwingine nakuja nini, hiyo kwa ajili ya mafuta milioni nane. Sasa milioni nane kwa mwaka ambao umeanguka, ukapata milioni kumi na tisa bado hujapoteza, na kuna mwaka utapata zaidi kama mwaka huu. Kwa hiyo inakuwa haina shida. Kwa hiyo ukiamua kulima hata nyinyi wao wachaneleteni kwa sababu tunaamua kugawana kazi tu, lakini ukiamua kulima kikweli kweli akilimo kinalipa. Oh, na mimi najipanga kwenda kulima mtazamaji. Wiki hii tumeishia shambani kwa Mkoyage. Nadhani umepata elimu ya kutosha kutoka kwa mkulima huyu aliyefanikiwa sana. Sasa tunaondoka na tunaelekea shambani kwa mzee Bwela, nako tunakwenda kujifunza zaidi ukulima wa zao la korosho. Wenyeji wametuambia mzee Bwela ni mkulima anayezingatia utaalamu wa kisasa katika kukuza na kutunza shamba lake. Usikose wiki ijayo muda na wakati kama huu, asanteni. <tune>